zya Dar es Salaam maarufu kama Kisutu ameshtakiwa yeye na wenzake 21 kwa mashtaka ya uhaini. E, mashtaka ya uhaini kama mavyofahamu, kufuatia kesi ya anti pastor Ndulisu Mwai, sio tu kwamba hayana dhamana, lakini pia yanabeba adhabu ya kifo. Kwa hiyo hayo ndio mashtaka ambayo ameshtakiwa nayo. Tumetoa hoja kadhaa, nilikuwa mahakamani, mmesikia, ikiwemo kwamba alipigwa E, kulazimishwa kutoa maelezo kukiri kwamba ameshiriki katika uhaini. Tumetoa hoja hizo mahakamani na rejelea tu ile ambayo tumesema mahakamani na pia tumeomba kwamba yeye pamoja na wenzake e, mahakama kwa maana ya Hakimu Aaron Ryamuya atoe amri kwamba kwa, kwa sasa wanakabidhia chini ya uongozi wa magereza basi wapatiwe matibabu na pia ripoti e, mati, ya matibabu iweze kuletwa mahakamani, ombi ambalo mahakama imekubali. Imetoa maelekezo kwamba washtakiwa hao ishirini na mbili wa chini wa, a uangazi wa magereza wapatiwe matibabu, wafanyiwe uchunguzi wa kitabibu, na pia ripoti ya uchunguzi na utabibu iweze kuletwa mahakamani kwa ajili ya kumbukumbu ya rejea baadaye. Wote mnafahamu mahakama haina mamlaka ya kusikiliza kesi za uhaini ila tu inachakata kwa ajili ya baadaye kuweza kupeleka mahakama kuu. Mshtakiwa mwingine maarufu ambaye pengine mnaweza mkawa mnamkumbuka e, mna e, anafahamika kama e, majina yake jina lake ni Strong Income, hilo ni jina lake, jina lake la kibiashara ni dada, anaitwa Strong Income, naye ameshtakiwa pamoja na Niffer katika hiyo hiyo kesi ambayo sema ambayo inabeba mashtaka ya ya uhaini. Majina yake rasmi anaitwa Ruth Melda Bond Gregory Sila ila almaarufu eh, strong man nini strong income. Mtafahamu, kumekuwa na taharuki katika siku za karibuni kuhusu ni wapi huyu binti yupo, na kumekuwa na kumekuwa na sintofahamu kwa mtaani kwamba pengine yuko huko au yuko kule, lakini hatimaye amekuja tunatumia m-, neno kwa uangalifu kuibukia eh, mahakamani kwa sababu kama eh, watu kadhaa wangetimiza majukumu yao ya kisheria kama sheria inavyoelekeza, hii sintofahamu pengine isinge singekuwepo. Ni watu tu kusema bana, wala msiwe na shida, huyu mtu tuko naye na tuna mchakata kisheria, na atafikishwa mahakamani. Lakini wamepotea, ametekwa, vitu gani? Ni kwa sababu ya kama ninavyosema, kuna watu tunaamini hawakutekeleza majukumu yao e, kadi ambavyo, kadi ambavyo ina, ina, inapaswa. Kwa hiyo wote hao, kwa pamoja kama ninavyosema, huyu, e, strong income pamoja na almaarufu Niffer wamefikishwa katika mahakama hii na wameshtakiwa mashtaka ya uhaini katika kesi niliyoitaja. Kwa hiyo hiyo tumeichakata hivyo, upande wa mashtaka, baada ya kutoa hoja zetu, wameomba muda wa kwenda kujibu, na tutarudi tena tarehe 11.